Ifahamike maelfu ya wananchi wamejitokeza jana katika maandamano kukumbuka wenzao waliopoteza maisha katika maandamano mengine mwaka jana kuipinga serikali ya Rais William Ruto. Kwa mujibu wa shirika la haki za binadamu Amnesty International, idadi ya vifo imeongezeka na kufikia 16 ambapo wengi wamejeruhiwa na waliopoteza maisha, vifo vyao vimetokana na majeraha ya risasi. Mkurugenzi mkuu wa Amnesty International Irungu Houghton. Amesema idadi hiyo imethibitishwa na tume ya taifa ya haki za binadamu nchini Kenya. Katika maandamano hayo takriban watu wengine mia nne wamejeruhiwa katika makabiliano na jeshi la polisi waliokuwa wakidhibiti watu wanaofanya vurugu, ambapo 83 kati yao wapo katika uangalizi maalum kutokana na majeraha mabaya ya risasi. Waandamanaji wengi wao, vijana, walifurika katika mitaa ya jiji la Nairobi jana, huku polisi wakiwadhibiti kwa mabomu ya machozi na kuziba majengo ya serikali kwa waya ili yasivamiwe kwa urahisi. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za binadamu umeeleza kuwa maandamano hayo yamefanyika katika kaunti 23 nchini Kenya. Maelfu ya vijana katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo waliandamana kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano mengine ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 na yaliyosababisha mauaji ya zaidi ya watu sitini mwaka jana. Rajabu Msangi.